Juzi nimesema kwenye moja speech spichi yangu, leo wazazi wameingia kwenye mkumbo wa kulalamika kuhusu ishu ya kukosekana kwa ajira. Kwa hiyo watoto wanalalamika na wazazi wanalalamika. Ukienda kwa barabarani, Dar es Salaam inalalamikiwa, kuna foleni kubwa. Unauliza foleni ya pikipiki au ya magari? Mabodaboda mengi mno. Wewe ya kwako ngapi? mpaka pikipiki zimeshakuwa nyingi kiasi hicho, wewe za kwako ngapi? Naomba niwatie moyo vijana wenzangu, ukienda kule vijijini kule wilaya ya njombe Makete, vijana wamechunga ng'ombe, wanatoka Makete wanakuja Dar es Salaam kaliyako, baada ya miaka mitatu, ana uwezo kununua jengo la bilioni moja. Mtu aliyechoka kwenye brain akimwona anasema hawa ni washirikina sana, anasema hawa ni wabahili sana. Hiyo ni mifano ya mtu aliyeshindwa ambaye atakuwa hajaelewa mahubiri ya leo kutoka kwa wale mashujaa ishirini na tano waliotajwa mm. Baba amenitumia mimi, mfano mimi niliwahi kukaa kidogo nje ya serikali lakini nilimshukuru Mungu sana, wala sikupoteza focus na maombi yangu kila siku kwenye madhabahu yalikuwa muimarishe na mpe neema Mheshimiwa Rais, ili jicho lake liendelee kubainisha na kuainisha mioyo ya viongozi wasio na unafiki. Sasa kutoka mavumbini, kutoka kwenye kifusi kutoka kudharauliwa, mara pap, mkuu wa mkoa Kagera, pap, ndio kwanza Dar es Salaam. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ni kwa nguvu zangu au ni nguvu ya Mungu? Sasa leo, akina mama, mimi napenda sana pia kuwasema kila makab, kila, kila makundi. Unakuta mwanamke anaamka asubuhi kashika dera mkono mmoja pesa itafutwi ukiwa umeshika dela kwa mkono mmoja, achia dela shika fedha, achia dela shika neno, utajiri upo. Na mimi nimefurahi kwamba anahubiri kwenye ncha ya moyo. Usipoelewa haya utakuwa ni sawa na wale wanaoombea Dokta Kimaro asingekuwa mchungaji. Nyiye mnafahamu mdhambi mara nyingi ukimbia uso wa Mungu, na wadhambi wa ndani ya kanisa hili, kama wapo, wataukimbia uso wa Dokta Kimaro, wataukimbia uso wa mchungaji, kwa sababu ananyosha neno la Mungu, ili kuingie sawa sawa kwao nikisikia nyewe waumini mpo, ambao mnataka asiwe, najua kabisa nyinyi ni wadhambi ambao mnaukataa uso wake, kwa sababu uso wake umekuwa anointed umepakwa mafuta na Mungu mwenyewe. Hilo ni jambo langu muhimu sana kwa vijana wenzangu. Mimi huwa mnaniona niko kama simple simple hivi, wakati fulani lakini Baba Mchungaji Dokta mwenzangu Kasesera kaka yangu anafahamu, nimesoma soma pia, nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa digrii ya kwanza na digrii ya pili, nimeenda kufanya postgraduate zangu, nimekwenda pia kanisa la KKT, nimefundisha chuo cha Tumaini Iringa, nimefundisha vyuo vikuu sita. nimebobea kwenye masomo ya utawala, ya siasa, ya falsafa na lugha. Lakini nikiwa nafundisha chuo cha Iringa, bado nikaamua kusoma masters ya mambo ya project management ambayo ilikuwa ni digrii wanayoshirikiana na wafilipino wa, wa Fin University kwa hiyo tukiwa tunaongea vitu light light. Wakati fulani anasema mheshimiwa rais anateua watu light, light. Hapana. Na nyinyi mnafahamu je, kucha Dar es Salaam ilikuwa uendi kama una division 1 nzito nzito. Sema Bwana pewe sifa sana. Kwa hiyo nimeona nianze kutoa sirisiri kwa sababu kuna vijana wenzangu mpo hapa. Mnapokuja hapa kanisani njoni kulisikiza neno na kabla hujasikiza neno, omba Mungu akupe neema ya kulitafsiri neno. Vinginevyo, haya mahubiri unaweza ukavidhani ni mtu tu anaongea wa barabarani. Na ukitaka kuangalia mtu aliyeiva kwenye theolojia vizuri, njo usikiliza vizuri, upate coherence, upate unity, upate clarity. Kwa Kiswahili njo uone muwala, umoja wa mawazo na muunganiko wa mawazo, utakuja kuona vizuri mambo yanavyokwenda amechambua vizuri filosofia na matawi yote ya filosofi ya kawaida: epistemology, metaphysics, axiology, cosmology, ontology.